Lakini pekee mimi nishukuru kutembelea banda hili la Mbinga Coffee Curing co. Limited. Kwa kweli, tumejionea jinsi gani wananchi wa wilaya hii ya Mbinga wamehamasika juu ya ulimaji wa zao la kahawa. Kwa kweli, hili ni jitihada kubwa, na kwa kweli tunahitaji tuwapongeze sana. Lakini haya yote yanatokana na jitihada ambazo walizonazo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na ndio maana leo hii wana Mbinga zao lao kuu ambalo wanalima ni zao la kahawa. Kwa hiyo sisi kama wakimiza mwenge kwa kweli tunawashukuru. Lakini mimi nataka niwaambie kwamba umma kwamba hizi kahawa ambazo alitengeza wenzetu wa Mbinga ni kahawa ambazo zina viwango, zina ubora na zinazingatia sifa juu ya maeneo yao, kwa sababu sisi ni mashuhuda, tumeona mashamba mingi, na mimi na washauri wananchi wa wilaya hii ya Mbinga waendelee kuenzi hii rasilimali walionayo, kwa sababu zao hili kwa wakati tulionao na uchumi ambao mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alioweka ndani ya taifa letu, naamini hili ndio litakuwa zao kuu huko mbeleni, na naamini kwa sasa mkoa huu ndio zao kuu ambalo linafarajika nalo, na ndio maana maeneo mengi, wakulima wanalima na wamehamasika vizuri. Mimi ushauri wangu, wananchi waendelee kulima kwa wingi, lakini pia waendelee kuona jitihada za serikali juu ya kuwasaidia, lakini pia hata huko nyuma wazee wetu, kwa maana ukizungumza asili wazee wetu wengi walikuwa wakitumia hizi kahawa kama ni dawa, kwa sababu inakusaidia kuchangamka, lakini pia inakusaidia akili yako kutanuka na kufikiria vitu vingi wakati wa matumizi. Hivyo mimi nawashauri wananchi waendelee kutumia hizi, lakini pia hata watoto wetu ambao wanasoma, sababu hivi unaambiwa unapokula kidogo na ikuwa unichangamsha akili na wausingizi, usingizi unapotea kabisa. Kwa kweli ni jambo la faraja, hata wanafunzi wetu mashuleni wao wanatumia, lakini pia hata tukikaa maeneo yoyote, ikiwa maeneo ya jioni, ikiwa bara barani ikiwa maskani, naamini kupitia leo hii mwenge wa uhuru kwanza, sasa wananchi watatumia na itakuwa ndio chakula pekee kwa wananchi wa Mbinga na mkoa wa huru. Nawashukuru sana sana. Tunajaribu kuendelea kuhamasisha unywaji wa kawa katika wilaya ya Mbinga kwa sababu sisi wakulima wenyewe inabidi tuwe kipaumbele. Tukiwepo tukiwa sisi tunakunywa kawa kwa, kwa kiasi kikubwa, tutaongeza ushindani katika bei katika soko, soko litakuwa la ndani, lakini litaendelea kuleta ushindani katika soko la nje. Kwa hiyo tukiweza kutumia sisi wenyewe kahawa yetu kwa kiasi kikubwa ndani, itasaidia kuleta ushindani katika soko, kwa sababu tutakuwa hatutegemei tu lazima wanunuzi kutoka nje. Sisi wenyewe tutakuwa tunaweza kununua.